Kila siku ya Alhamisi kuanzia saa nane kamili mpaka saa nane na nusu. Hii ni the fact agenda, ambapo tunazungumzia masuala mbalimbali, lakini leo nipo na rais wa wanaume ambao wanapigwa na wake zao majumbani. Natumaini tutaweza kumfahamu kiundani zaidi. Na ukija kuangalia masuala ya unyanyasaji kwa wanaume, ni jambo ambalo linatokea mara nyingi sana katika jamii, japokuwa watu huwa wanalipuuzia na hata kama tukisema tukae chini tuweze kulijadili, basi ni jambo ambalo litaweza kujadiliwa kwa kidogo sana. Habari yako, Bwana Ernest Komba. Habari yangu ni nzuri kabisa, za miaka, maana ni miaka mingi, 2021 mpaka 2023 tumeweza kukutana tena. Ni kweli nashukuru sana kwa kuonyesha ushirikiano, namna gani kuhusiana na wanaume wanaonyanyasika na kupigwa na wake zao. Kuna vitu ambavyo nikikao najifikiria kinasema hivi, kwa nini kwamba kaamua kuanzisha kichama cha wanaume ambao wanapigwa na wake zao majumbani? Ni kweli tulidhamiria mengi sana kwa sisi wanaume, hasa mimi baada ya kutokea kile ile changamoto ya kunyanyasika na kupigwa makofi na mke wangu, ikaona sisi mm -hmm. <coughs> vyema tukutane na wadau ambayo ni wanaume kuhakikisha jinsi gani kwamba na sisi tunapata sehemu ya utetezi, sehemu ya kupaza sauti. Hii taasisi ya shirika la wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa zao, hivi lichukua muda gani pale ambapo ni klai, sasa wakaamua hoja nikae sasa naweza kukusanya wadau wengine kwa pamoja tuanze kuanzisha a chama chetu? Nashukuru sana swali lako. Ilichukua kama mwaka mzima kwa sababu wanaume muamko, mwamko wa kuzungumza changamoto zao zinazowakabili kwenye ndoa zao ni wagumu sana. Kwa hiyo kwanza tulitumia mwaka mzima kutoa elimu kwa wanaume kwa jinsi gani kwamba wanaume na kwa sisi tuwe na taasisi yetu kama wanawake walivyokuwa na taasisi nyingi sana za kusemea changamoto zinazokabili wanawake, iwemo kwenye nasika na maume zao na kadhalika. Lakini wanaume, nasa, na sisi wanaume tunahitaji kuwa na chombo kitakachokuwa ambacho kinasaidia kupata sauti kwa kuanzisha hili shirika. Na wanaume kweli wamepokea okay, na wakaitikia tumeanzisha elfu mbili na ishirini na mbili mpaka sasa tuna miaka minne na tunaelekea vizuri, mwamko tunauona na tu karibu mikoa saba sasa hivi ya Tanzania, kwa hiyo jambo jema, na wananchi wakasema ah, hili jambo kama limechelewa kwa kipindi hicho cha elfu mbili na, na, na, na, na, na, na na mbili, lakini sasa, nashukuru watu wameelewa na tunaendelea vizuri hivi kwa mara ya kwanza pale ambapo mkaamua sasa ngoja tuweze kutembea katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuweza kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na wanaume jinsi gani ambavyo wanavitoa unyanyasaji katika familia zao, jinsi gani ambao wanapigwa na wake zao, jamii ilikuwa inachukua mtazamo gani? Ilikuwa ni kituko na vichekesho na eh. Sasa kwa upande ah, wa wanawake, ndo hivi, kweli mwanaume mzima, baba kama wewe, unashiba we namna hiyo na afya njema, unapigwa makofi au ni uzembe tu, au tuseme ni kitu gani? Sasa ile elimu kwa kweli tulikuwa tunatumia busara kwamba swala la kunyanyasika na kupigwa halina umbile la umwili, haina eti kwa sababu wewe ni mrefu au mfupi. Hapana, ni ni kwamba ni kwamba swala la mmonyoko tu wa maadili, na si kazi, mwanamke akazaliwa na homoni za kiume, akazaliwa amejaliwa na nguvu, anakupiga tu. Ndio yaliyonikuta mimi, sio kwamba eti mimi ni, hata mke wangu naye ni mnene kama hivi na nini, alikuwa ana afya njema. Kwa hiyo si mtu, hamna mtu anayekubali kupigwa. Lakin, tu lakini ndio unalazimishwa kupigwa kwa sababu si umezidiwa, unapigwa tu. Ni kweli pia. Yeah, changamoto hiyo ya kunyanyasika na kupigwa kwa muda wa miaka mitatu yeah. Na mpaka sasa nimesema kwamba taasisi uh, tayari imeshaanza kupanua mbawa zake, na nikasema hivi katika baadhi ya mikoa, na nimesema kwamba ni mikoa saba tayari taasisi okay. ipo nataka nifahamu zaidi zaidi ni mikoa ipi na ipini? Eh, ni kweli kabisa, hasa mkoa wa Dar es Salaam moja, mm -hmm. Singida, Bukoba pale kwa maana ya Kagera mm -hmm. na Morogoro na pale Shinyanga na mkoa wakwaa. mm -hmm. na mpaka sasa hivi jumla wanachama ni wangapi katika mikoa yote? Ah, katika mikoa yote sasa hivi tunakwenda karibu wanachama elfu thelathini. hmm. na Elfu thelathini, elfu thelathini. Ha? Elfu thelathini. Ha? Kwa muda wa miaka minne hii. Miaka minne. Unajua eh, kuna wengine wanaweza kujiunga tu na shirika hapo afanyiwe ukatili. Amefurahia tu kwamba hajiunge na shirika kwa kwa sababu sababu hajui yeye eh, atafanyiwa lini ukatili. Si ndio? Kwanza hapo kwamba kuna baadhi kumbe ya watu ambao wanakuja kujiunga na shirika na, lakini kwamba hawajawahi kufanyiwa ukatili wa aina yoyote. Eh, amefurahia tu kwamba kwa kwa sababu hii ni taasisi si ya wanaume. Sinajieleza yenyewe. Mm -hmm. Shirika la wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa, maana yake ni la wanaume. Kwa hiyo mtu kuwa mwanachama hatumzuii, tunampa nafasi ya kuwa mwanachama, kwa sababu na yeye siku ikimkuta, basi analipoti kwenye shirika, anapata msaada. Sio eti kwamba mpaka upigwe tu au unyanyasike ndio unajiunga na shirika, hapana. Hata kina wanawake tunao, wamejiunga na shirika nao no. kwa sababu nao pia wana changamoto zao, nyanyasika na ume zao, hiyo hatukatai. Sasa hivi kuhusiana na jina ambalo ulipo, maana ukija kuangalia sasa hivi taasisi ina mchanganyiko wa wanaume pamoja na wanawake. Ndio. Kuhusiana na jina hapo vipi, tubadilishe jina ah? hii taasisi kubadilisha jina kwa sasa itakuwa ngumu kidogo, kwa sababu hii ina- inaonyesha moja kwa moja kwamba ninashughulika kwa, nina kwa asilimia mia moja masuala ya wanaume hasa japokuwa wanawake hatuwezi kuwaacha nyuma wako, se, w, no, no, se, wawo, ukatili, manake, kwa waba, sababu hata wao sio wapo ndio sehemu ya wao kufanya ukatili tunawaachaje? Sasa ukiwaacha manake watapewaje elimu? Ni lazima wapewe elimu, kwa hakuna sababu za kumtesa mume wako, kunyanyasa, hata kama uchumi wake umekuwa umezorota, hata kama imetokea changamoto ya maradhi. Unajua wanaume wengine wanatokana na maradhi ya, unajua sasa hivi wanaume wanazo mengi sana maradhi ya nguvu za kiume Eh, hilo changamoto inawafanya ndoa nyingi zinavunjika. Sasa wanawake ndo lazima tuwe nao karibu. Isi gani ya kuweza kwa kumbisi, kwamba unapoona tatizo hilo basi jaribu kutengenezea chakula kizuri mume wako, jaribu kufanya moja mbili tatu nne tatu vitu kama vile vinaweza vikarenda, kwamba ndoa tukazi nini tukazi salimisha, lakini tukisema tuache wanawake tumehali tabaki tumihali wenyewe kwani kwa kwamba jina litabaki hivyo eh, hivyo haitabaki jina, jina shirika la wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa hii nitabaki hivyo hivyo, kwa sababu ni mahususi kabisa kwa ajili ya wanaume, kwa sababu wanawake wana taasisi zao, tunajua zipo nyingi tu, lakini nimeamua sasa kuweza kuwachanganya pamoja. Umeumu au kuna mtu ambaye alikuwa alikuja kushawishi kwamba katika kikundi chetu hiki au katika taasisi yetu hii tusiseme ni wanaume peke yao, kuja tuwachukue na upande wa pili kina mama na wenyewe tuweze kuwajumuisha. Kwanza nashukuru sana Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima. Kipindi kile sasa sisi wanaume tunalalamika na kwa ajili ya kunyanyasika na kupigwa na wake zetu. Mheshimiwa waziri pia aliweka juhudi kwamba hakikisheni sasa ili shirika litakuwa la kijamii. La kijamii zaidi, kwamba kumbukeni, kumbukeni, kumbukeni, kumbukeni kwamba hata wanawake pia wananyanyasika. Kwa hiyo msidili sana na wanaume tu, basi hata na wanawake pia mnaweza mka mkadili nao, kwa sababu hawa wanaume wanaokuja kulalamika kwenye ofisi ya shirika la wanaume sio wanalalamika wamepigwa na wake zao sasa si lazima mtampata mkeo bwana, imekuaje? Mm. Mbona huyu bwana akaleta malalamiko na unamchapa makofi? Kwa hiyo ni lazima tuunganishe na tusisambaratishe, tuna maana ya kuhakikisha kwamba tunataka tujenge jamii yenye maendeleo na ustawi na yenye usawa. Katika umesema kwamba kuna wanachama thelathini katika mikoa saba yote ambao chama kipo kwa sasa hivi. Naam. Vipi kuhusiana na idadi ya wanawake na wanaume? Wanaume ni wengi kwa sababu, wanawake unajua, hii ni sehemu tu ya ziada kuja kuripoti kwenye shirika la wanaume, lakini zipo taasisi nyingi tu zinazohusiana na haki za, wana, za za, za wanawake e, hata ukienda hata dawati la jinsia, tuseme ukweli, kwa sababu hata sisi tunakutana nazo changamoto. Watu tukienda, wanawake ni wanapewa mstari mstari wa mbele kabisa, kwamba anaweza akafika pale mwanamke na mwanaume lakini, mwanamke yeye akionyesha dalili yoyote tu atisi hata kulia ya <laughs> eh, imeisha hii, hakuna kuuliza. Mwanaume ni kukamata na kuwekwa ndani na kuhakikisha kwamba unabanga kweli kweli. Lakini wanaume wao sasa, si unajua, wana majasiri, hata kama kafanyiwa, lakini hawezi kudondosha chozi, lakini atasema anaumia ndani e, kwayo, kwa hiyo tunachosema kwamba ni lazima sasa sisi kama shirika tuweze kutoa elimu kwenye jamii kuhakikisha vyombo vya ulinzi na usalama, mfano upande wa dawati la jinsia, tunashirikiana wote kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto za wanawake, wanaume, watoto na makundi mengine. Hivi ni unyanyasaji wa kijinsia ambapo wewe mwenyewe uwe, sasa uliwahi kupitia unyanyasaji katika ndoa? Ah, mimi changamoto yangu na mke wangu kwa kweli, kwanza kabisa ilikuwa mimi nashangaa na mwanamke anaweza kaa, naondoka haniagi anaenda kwenye mambo yake huko, na hadi wiki nyingine, kafika mpaka mwezi bila kuaga kweli, katikati hadi sasa ukimuuliza, ndo maneno yanakuwa mengi. Sasa kwamba wewe oh, unapoona dalili kama hizo ujue ndo ujumbe umefika kwamba uniwe- kama unaweza kuchukua mwanamke mwingine, yaani anashindwa kumwambia bwana, mimi mwisho mimi na wewe lakini anazungumza kiutu zima, lakini na mimi pia nilikuwa naelewa, lakini hata mimi kwa sababu nilikuwa nampenda, tukaendelea hivyo, lakini mwisho wa siku, katika maparuzano na nini, inatokea sasa na yeye kwa sababu mkono wake mepesi amenipiga, si zaidi ya mara moja ya mara tatu, kwa mara ya kwanza mara piria, tatu, tasa, hiya, ya pili ya tatu nikaona, hata sasa hii ya nne nitakuja kufa kama kukimbia mwenyewe, nitamwacha hivi hapo. Katika kupigwa na mke wako hivi wakati akiwa labda anakupiga hivi, naye ulishindwa hata hata kofi kurusha, unasema ngoja na mimi nikimbilie kwenye dawati, nikaende niende labda niende e, nilikimbilia dawati si maanake si, nimeshambuliwa eh, nimeshambuliwa au kurudisha? Ah, sasa na mimi ningerudisha, yeye angesema sasa ndo arudishe, ndo angenivunja hata mkono au angenipotezea hata maisha yake. Hapana, ana uwezo ana uwezo. Kwa hiyo ile tu uyo utangulizi tu niliona hapa hata nikisema eti kwamba eti nishindane naye, wewe utaniua. Mimi nakimbilia sehemu ya usalama. Na hiyo ni ngumu sana kwa wanaume kukimbilia sehemu ya usalama kwa maana ya po, we, polisi na dawati la jinsia. Kwa sababu ya ile kitu mfumo dume kwamba mimi nikienda pale nitadharulika kwa sababu si mtu si lolote si chochote. Hapana. Ni muhimu sana kuripoti dawati la jinsia ripoti kituo cha polisi ili kuweza kusaidiwa kutatua changamoto inayokabili. Mimi kwa upande wangu, nikasha kidogo, naona kwamba mwanaume anakuwa ni ngumu sana kukimbilia dawati la jinsia kwenda kutoa changamoto zake, kwa sababu kwanza, yeye mwenyewe anakuwa ajiamini. Cha kwanza, anaona kwamba mimi nikienda pale nikimkuta baba yupo binti au nikimkuta yupo hata mwanaume mwenzangu, nikienda kumwambia kwamba mimi katika familia yangu mke wangu ananipiga mimi, mke wangu ananifanyia unyanyasaji fulani kwanza kabisa yeye mwenyewe anakuwa ajiamini, na hata kama akimkuta pale katika dawati yupo mwanamke au yupo binti, ndio kwanza naudi nyuma, na akimkuta mwanaume mwenzie, kwa mtazamo wangu mimi ninavyoona, hata mwanaume mwenzie ambaye akienda akienda hapa kumwambia, na yeye anakuwa kumwamini eh, ni kweli. Hata mimi nilipoenda siliwakuta mabinti na watu la jinsia, sikumkuta mwanaume hata mmoja, mabinti kama wewe, lakini sasa ujasiri nilikuwa nao. E mimi nilikuwa najisikia amani tu. Nilikazungumza na hao mabinti walimcheka. Sema eh, hey, hatujawa kuona sisi. Si mwanaume si, kama wewe mtu mzima unasema umepigwa na mkeo? Ah, alikupiga na nini? Kwa hiyo ikawa kama mshangao. Ni kitu ambacho wanaona kama kwenye jamii hii wanaume kama hawapigwi vile. Yaani kitu kama hakipo. Sasa kwangu mimi waliona ah, ni kitu cha ajabu, lakini kumbe yale mambo yalianza toka zamani, isipokuwa tu wanaume wenyewe kuonyesha kwamba ah, mimi nikienda kusema nitaona nitachekwa na nini, lakini lakini yale mambo yapo. Lakini nashukuru baada ya mimi hata mimi kujitokeza na kusema haya maneno, tumepata wengi kwenye shirika eh. Tumepokea wengi kama hivyo, tunao wengi sasa. Sasa kumbe ilikuwa tu mtu mmoja tu wa kuanzisha kwa, kwa, lakini nashukuru kumbe Mwenyezi Mungu ananipa maono mazuri ya kuzungumza kuanzisha kitu kizuri wameunga mm mkono. Kwa hiyo haya matukio ya unyanyasaji wa ukatili wa kwa upande wa wanaume, kwanza leo ilianza zamani, tuzungumzie <tutu> kuhusiana na sababu, sababu zipi ambazo zilifanya mpaka wakawa wanafanyia unyanyasaji na mke wao? <tutu> E, nafikiri ni maswala tu ya mmonyeko wa maadili, kwa sababu mwanzo ndoa yetu ilikuwa salama, mishi vizuri tu kwa muda wa mwaka mmoja Naona yeye alipopata mtu mwingine ndio ikawa changamoto sasa, ndio zilizoanza hapo, ndio ile alipokuwa nakwenda huko na, na maana alikuwa anaenda kwa mtu mwingine. Ni mmomonyoko wa maji. kuna matatizo ya kiuchumi ambayo alikuwepo katika familia ah? Kwa kweli, kwenye masuala ya matatizo ya kiuchumi kwa upande wangu mimi naona hapana, kwa kuwa tu labda yeye aliamua tu mwenyewe kubadilisha tu mwanaume mwingine anayempenda yeye ya, ni haki yake haki yake. Maana sijui yule alikuwa anamhudumia vizuri, anachotaka napewa, na mimi nawezekana uwezo wangu ulikuwa mdogo, sijui hilo, hakuwahi kuniambia, lakini naona tu alimpenda nampaka sasa inyadashi. Kwa sababu yuko naye mpaka sasa hivi anaishi naye. Kwa hiyo inaonyesha ishara hapo kwamba ni ambaye naona alifurahishwa na yule umepitia unyanyasaji ni zaidi ya mwaka mmoja. Tuzungumzie kuhusiana na athari, ni athari zipi ambazo sasa uliweza kukumbana nazo baada ya kupitia huo unyanyasaji? Kwa kweli, yule mwanamke sasa alipoondoka, maana aniacha na mtoto, miaka mtoto mwenye miaka kama mi, minne hivi, nilisikia nilikuwa napitia wakati mgumu sana, kwa sababu najua huyu, ah, mtoto yupo hapa sasa, lakini anahitaji malezi ya mama. Sasa mimi mwanaume peke yangu nitawezaje kumlea mtoto? Haya sasa nina shughuli zangu. Naweza kusema natoka na kwenda kazini. Haya, nawezaje kwenda kazini na mwache mtoto peke yake? Sawa, nitakuta mfanya kazi lakini mtoto kulelewa na mfanyakazi kila siku daisi inahitaji kwa kweli moyo mgumu. Kwa kweli nashukuru mamangu mzazi akaniambia, bwana, kwa hali hiyo na kwa mazingira hayo ambayo unapitia sasa basi kuna haja ya, ya mtoto mlete kwa bibi yake ili wewe sasa uwe huru uendelee na mambo yako mengine kama kawaida. Nikasema basi, nashukuru. Kwa hiyo mamangu alinisaidia, chukua mtoto. Yuko form two, na eh, form two, na na hata, yeye mtoto, mpaka sasa anaendelea naye. Siku unapigwa ni wa kike au wa kiume? wa kiume kwa hiyo nikimkumbusha siku hizi anacheka sana, anafurahi, lakini asemi chochote sababu unajua yule mzazi, na mimi mzazi wake. Kwa hiyo ilitokea okay. Naam, tuendelee. Hivyo hapo nilipata msaada wa haraka ili kuweza kuondokana na unyanyasaji huo kwa mara ya kwanza kabisa kwa hapa, nikikimbilia naenda kupata msaada. Aa, ni kweli nilipofika dawati msaada sikupata unaostahili, sababu naamini ingekuwa kama mwanamke msaada ungekuwa kubwa, lakini kwa mimi mwanaume Niliambiwa tu bwana, basi sawa, atakapokuja utakwambia na nini ili tuweze kuja kuzungumza naye. Lakini pia nilienda, bwana yupo au sasa, anakuwa anakuja kumwangalia mtoto, ah, amna chochote kilichoendelea. Yani ni kama tu wao walipata tu historia kwamba wanaume nao wa, kumbe sasa wananyanyasika na kupigwa na kuja kuripoti, lakini msaada kwa polisi kupata. Na mimi sishangai kwa sababu dawati lenyewe kwamba litengenezwa na wale askari wa wa kike mabinti, nia na mazunu kwa nusuru wanawake wanaonyanyasika na waume zao, lakini swala la wanaume limekuja kama ziada, lakini kwa sababu wanaume wenyewe sokoa ripoti sasa, utawezaje kushughulika na masuala ya wanaume wakati wanaume wenyewe wanaona aibu au afanyii ukatili? Lakini sasa kwa sasa nashukuru dawati na wameanza kubadilika, sasa hivi naona wanashughulikia matatizo wana kufasa, ya wanaume, japokuwa sio kwa fasaha, lakini kwa sababu elimu inaendelea kutolewa na wanaume wanaendelea kupaza sauti kupitia vyombo vya habari taasisi mbalimbali najua mambo yatakuwa sawa, sababu hata mheshimiwa waziri wa maendeleo ya jamii na yeye pia sasa hivi na yeye sababu alikuwa na kauli moja siku za nyuma, wanaume si waoni, mko wapi, alikuwa anasema. Sasa hapa eh, mama Doris, kwa jima eh Sama, wanaume mko wapi, mbona si waoni? Lakini sasa hivi kasha kuona. Kwa hiyo nafikiri mambo yatakuwa mazuri huko mbele kwenye masuala mazima ya sawa kijinsia kwenye upande wa dawati na kwa mahusiano ya jamii, najua mambo yatakwenda vizuri so. Hivi unahisi ni kwa nini kwamba we ulivyoenda dawati kwenda kuripoti changamoto ambazo unapitia nyumbani aa, au kuweza kupatiwa naweza nikasema ushirikiano moja kwa moja? Hey, kwa sababu ilifahamika kwamba wanaume sio watu ku, wa kunyanyasika na wake zao. Matukio mengi yalikuwa kilipotiwa wanawake wakupigwa kweli, na kweli nakubali wanawake walikuwa wanapigwa sana au tumeona kabisa wakati mwingine hata hadharani. Kwa hiyo sikushangaa kuona kwamba wameshindwa kunisaidia dawati la jinsia kwa sababu tayari hata wao wanaamini mwanaume anaweza kujitetea mwenyewe. Sio kwamba anahitaji msaada wa kutetea. Lakini nasema kwa sababu tamyaka, na mjika, mjika, mjika, kwa kipindi kile cha miaka sababu shirika na miaka mingi alipokuwa likianzishwa tulijitahidi sana kutoa elimu kupitia vyombo vya habari na taasisi mbalimbali kwa kupaza sauti. Sasa mambo kidogo mazuri hata dawati la jinsia sasa hivi nasikia viongozi wa dawati dawatia wanasema wanaume, mnaonyanyasika na wake zenu, msiache kuripoti mm. sasa hiyo ni ma, eh, tunasema ni ndo matunda ya shirika la wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa zao. Chama kina miaka minne mpaka sasa hivi, pale ambapo imeweza kusajiliwa na kuwa rasmi. Tuzungumzie katika jamii kuhusiana na labda kesi mbalimbali mbali, mbali mbali ambazo ilikuwa zinakufikia na jinsi gani ambavyo ulikuwa unaweza kuzitatua kwa haraka, lakini hata hivyo vile vile jamii inaonyesha ina nini kwa sasa hivi kuhusiana na chama, lakini kuhusiana na masuala mazima ya unyanyasaji kwa wanaume. Nashukuru sasa hivi jamii imeanza kubadilika, imeanza kubadilika, sababu naona hata hata hizi asasi za wanawake zinaeleza masuala ya unyanyasaji. E, naona wizara yenyewe inaeleza. Kwa hiyo sina shaka jamii imeanza kubadilika, sipokuwa tutaendelea kupaza sauti mpaka ikiwezekana na serikali kupitia wizara ya maendeleo ya jamii. Maana wizara ya maendeleo ya jamii kwa kuitamka tu inatamka, unaweza ukaitamka wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na watoto na makundi maalum, ina maana wanaume hawako pale. Sasa Lengo letu zuri kwamba sasa kwenye wizara ianzishwa kitengo maalum kwa ajili ya kushughulikia changamoto za wanaume. Kwa sababu namshukuru Mheshimiwa Rais pia kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii inatenga pesa artisti kwenye bilioni 72.4 kwa ajili ya kutatua changamoto za kina mama. Na vipaumbele pale wanasema ni kumuinua mwanamke kiuchumi na kupambana na ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Kwa hiyo wanaume pale wameachwa. Sasa nini kifanyike ndio tunaendelea kupaza sauti. Mheshimiwa Rais anasikia kwamba na sisi wanaume tunahitaji kwenye Wizara ya Maendeleo ya Jamii tutambue kwamba ni sehemu ya jamii na sisi tunanyanyasika na tunapigwa na, na, na wake zetu. Na nini kifanyike kwamba tunahitaji kuwa karibu eh, kwamba tuwe karibu na wizara, tuwe karibu na jamii ili na sisi tupate msaada. Ili kwa sababu mwanaume ukimwacha basi madhara yatakuwa makubwa zaidi. Sababu mahakama yake mwanaume anatembea naye yeye mwenyewe. Kwamba mke akileta shida anajua mimi sina kwa kusikilizwa, au mimi namalizana naye hapa. Ndio unaona mtu amemkata panga mkewe, unaona mtu amemfungia mkewe ndani choma moto, sema hapa mara, anatembea naye yeye mwenyewe. Sasa nini kifanyike? Ni kuhakikisha kwamba ile jambo haliu, basi serikali ya wizara ya maendeleo ya jamii hakikisha kwamba sasa wanaume wanaoleta karibu na jamii, ili na wao wao na jamii bora wasio wanajamii wa, wa hofu wa kuharibu wanawake, kuharibu watoto, maana kesi za urawiti sasa hivi ndio zipo nyingi, kesi za ubakaji. Nini kinasababisha? Matatizo ya afya ya akili au imani za kishirikina au ndo kunyimwa haki ya ndoa na wake zao, hasira wanavyopelekea kwa watoto. Haya sasa hatuwezi kuyazungumza sana, tunahitaji tu kwamba sasa wanaume kwa kweli waingize kwenye mifumo ya wizara jamikini, wawo, wawo ya maendeleo ya jamii ili na wao wao kwenye sehemu ya jamii wapewe elimu siwezi si weaumia na, na sana gani? Lakini wa kuweza kutibu hili tatizo lazima tushirikiane na wanawake. Kwa kuwalinda watoto, kutoa elimu, wanawake nao wapaze sauti, kwa kisha watoto wanakuwa salama. Bila hivyo hali itakuwa mbaya sana, watoto wataumizwa sana. Sasa hivi hata mtoto wa kike ulizo mtoto wa kike unaweza kusema sio mkubwa sana lakini mtoto wa kiume sasa hivi ndo anaangaliwa kwa kweli. Kwa sababu ya nini? Tayari kuna masuala ya mamonyo kwa maadili yanazidi kuongezeka, mtoto wa kiume anaumia, anaumizwa. Kwa hiyo ni lazima tuwaingize kwenye mifumo ya wizara ya maendeleo ya jamii, ili wanaume nao waweze kuwa sehemu ya jamii, waweze kupata msaada wanapopitia changamoto kwenye ndoa zao. Na katika mikoa saba ambapo tayari chama kipo hivi, ni mkoa upi ambao ni mkoa korofi sana kusana masama sana yenye asili kwa wanaume? Ah, Bukoba ndo hasa hizo changamoto tunaziona sana. Dar es Salaam hapa kupigana pigana na kukatana mapanga hapa hakuna. Hapa bwana, wanaume wanaachana kistarabu tu, yes, na wake. Mapenzi ya siku mbili tatu wanaachana kistarabu bila ah, Batman. Mimi nitachukua mwanamke mwingine na wewe utachukua mwanaume mwingine. Hiyo mimi na furahi sana afadhali hiyo. Kwamba watu watu kidogo, Dar es Salaam kuna mwamko fulani wa elimu ya kujitambua. Lakini mikohani kule mtu akioa oh, mwanamke mmoja basi anajua ah, kifo tu ndo kitakachotutenganisha. Kita kwa hiyo akipitia ukatili mwanamke wake akiwa anatoka nje anafanya vituko vya hapa na haachi, mwisho wa siku anajiwekea sumu mwenyewe anakufa. Sasa hiyo ni masuala ya elimu. Kwamba kumbe unaweza kaoa mke lakini sio kifo kitatenganisha. Hapana, inaweza kawa jambo lingine lolote litawatenganisha. Kwa hiyo inatakiwa elimu kwamba ukiona kuna tatizo chukua mwanamke mwingine au oh. Hakuna sababu za kuua, hakuna sababu za kujiua, hakuna sababu ya kukimbia familia. Kwa hiyo ni swala la Iringa. Kwa maana nasema tutahitaji kuwekeza sana kwenye nguvu zetu kwenye mikoa ambayo ina matatizo hayo sugu, kiwemo Iringa, Mbeya. Tumesikia matatizo hayo mengi, basi tutakwenda huko kuhakikisha kwamba tunatoa Una ushauri upi kwa wanaume ambao wanapitia unyanyasaji lakini vile vile na kwa jamii yote kwa ujumla na hata kama kuna maombi yoyote labda upande wa serikali upande wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wanawake na Makundi Maalum? Mimi moja kwa moja nasema, kwanza kabisa ombi eh, langu linakwenda kwa Mheshimiwa Rais moja kwa moja, Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Ni kweli tunaamini serikali kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, wanawake wamepewa kipaumbele kwenye masuala mazima ya ukatili, basi naomba Mheshimiwa Rais atusaidie na sisi wanaume kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, basi kianzishe kitengo maalum kitakachoshughulikia masuala ya wanaume, kiuchumi, afya. Maana sasa hivi tunajua wanaume wana matatizo sana ya nguvu za kiume, nini kifanyike? Maana hata Mheshimiwa Rais aliwahi kuzungumza kwamba ili tatizo la mbu, matatizo ya nguvu za kiume nini nilishe au, sasa haya yote tukiwa na kitengo kwenye Wizara ya Maendeleo ya Jamii tutabaini na hata tafiti nyingi zitafanyika kuhusiana na masuala ya wanaume. Kwa hiyo namuomba sana Mheshimiwa Rais kwamba sisi wanaume na sisi tunahitaji tuwekewe kitengo maalum Wizara ya Maendeleo ya wa Jamii kwa ajili ya utetezi. Na niseme nitoe wito kwa jamii hasa jamii ya kiume kuripoti matukio ya ukatili pale ambapo yanatokea katika familia. Na waache kabisa kujichukulia sheria mkononi. Umeona magerezani wanaume wengi wamejaa magerezani kwa sababu hizo hizo za kujichukulia sheria mkononi, mwisho wa siku inakugharimu wewe, na gharimu familia, na gharimu jamii na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo wanaume walipoti matukio ya ukatili ili kuepukana na changamoto mbalimbali zitakazo wakabili na Ndivyo ambavyo tunatamatisha, hivyo the facts ya ajenda siku hii ya leo. Mtazamaji wa Arabi TV, cakukuwa sati nikwambie cha kwamba tukemee vitendo vya kiukatili vinavyotokea katika jamii yetu ya kila siku, sambamba na unyanyasaji wa wanawake pamoja na wanaume. Nilikuwa na Ernest Komba ambaye, huyu ni rais wa wanaume wanaopigwa na wake zao majumbani. Mimi ni Jojina Mwatatu, endelea kutazama Arabi TV, kisima cha maarifa.